Na hapo ndipo mikono ya waumini ikashikwa na ganzi ghafla, makofi yakakoma kupigwa na kanisa likawa chini ya ulinzi wa ukimya mkubwa. Macho yote kwa hiki kiumbe kichafu kichafu, kikiupiga mwendo kuelekea madhabahuni. Akashika kipaza sauti, akasimama kwa muda asiseme neno, kisha kwa fahari kuu akakariri fungu kwenye Biblia.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 Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona u mgeni tukakukaribisha au uuchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona u mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, wa mlinitendea mimi. Alipokwisha yatamka maneno hayo ya kitabu cha Mathayo 25 mstari wa 34 hadi 40, akajitambulisha kuwa ndiye mchungaji mpya na kuliambia kusanyiko lile kile alichoshuhudia katika asubuhi hiyo. Wengi waliangua vilio na kuinamisha vichwa vyao kwa aibu, naye akawaambia, leo ninaona mkusanyiko wa watu hapa, lakini silioni ni kanisa la Kristo. Dunia ina watu wa kutosha wanaowapuuza wengine kwa jinsi walivyo huko nje. Hitaji la dunia ni wafuasi wa Yesu wanaoweza kufuata mafundisho yake na jinsi ya kuishi kama alivyofanya. Je, ni hata lini mtayaacha haya na kuamua kuwa wafuasi wake? Neno hilo likaitimisha hubiri lake.